Walimwamuru aoshe vyombo mbele ya wageni wa kifahari, wakimdharau na kumcheka. Lakini walipogundua ukweli, ilikuwa tayari kuchelewa. Hakuwa mhudumu, alikuwa malkia wa jumba, na mume wake alikuwa bilionea mwenye nyumba. Subiri uone kilichotokea alipofika jikoni. Kabla tuendelee, bonyeza like, subscribe na uwashe kengele kwa sababu hadithi hii itakufundisha maana halisi ya heshima, mapenzi na hadhi ya kweli. Usiku wa jiji la Nairobi ulikuwa umejaa mwanga na makelele ya magari yaliyokimbia barabarani, lakini juu kabisa ya skyline kwenye ghorofa ya 46 ya Matenge Heights kulikuwa na utulivu wa kifahari ambao ni watu wachache tu waliokuwa wamewahi kuuona. Ndani ya penthouse hiyo kubwa chandelia za fuwele zilitoa mwanga wa dhahabu zikiangazia meza zilizopambwa kwa maua meupe na sakafu iliyong'aa kama kioo. Ilikuwa ni gala ya kila mwaka ya kusaidia wasichana wanaokosa karo, tukio lililoandaliwa na bilionea maarufu Elias Muli. Wageni waliingia wakiwa wamevaa suti na gauni za thamani, wakishikana mikono, wakicheka wakigonga glasi za diwai na kupiga picha mbele ya ukuta wenye nembo ya mfadhili mkuu. Lakini mgeni mmoja hakuonekana kuendana na pilika pilika hizo. Alma Muli, mke wa Elias, alitembea pole pole kando ya ukumbi akiwa amevaa gauni rahisi la rangi ya bluu nyepesi lenye kifundu chepesi kiunoni. Alikuwa mpole asiyejipenda kutia mbele na mara nyingi watu walidhani ni mnyenyekevu kupita kiasi, lakini wale waliomjua walijua ukweli. Alma alikuwa moyo wa Elias, mke wake, mshauri wake, na mtu pekee aliyemfanya ahisi maisha bila pesa yangekuwa na maana. Hata hivyo wageni wengi hawakujua sura yake. Elias hakupenda kumpa umaarufu, alisema "Nataka dunia inijue mimi kwa kazi, sio kwa kumtumia mke wangu kama pambo." Ndiyo maana usiku ule, watu watatu walimwangalia Alma wakashikana macho kwa dharau: Brenda, mwanamke mwenye sauti kali na pete kubwa ambazo zilikuwa zisikike kila alipotupa mkono; Kate, mrembo mwenye tabasamu la kujidai; na Tina aliyekuwa na simu mkononi muda wote akiangalia watu kwa juu chini kama jaji wa mashindano ya kiburi. Walikuwa marafiki wenye pesa zao, lakini pia walijulikana kwa kitu kimoja: walipenda kujifanya wao ndio bora kuliko wote. Brenda alicheka akiwa amemwangalia Alma kwa mbali. Unaona huyu mwanamke, aliwaambia wenzake, huyu lazima ni wahudumu "Look at her dress ya kawaida sana haiwezekani awe mgeni wa Elias. Tina akasema akiinua mdomo kwa dharau, servers nowadays wanapewa uhuru sana, wanatembea tu ukumbini kama wageni. Kate akapiga pua kwa kiburi akiingia jikoni, nitamwambia anioshe glasi, hawa watu wa huduma sometimes wanajisahau. Wote wakacheka. Alma hakuwa anawasikiliza, alikuwa amejitenga kidogo akitazama mandhari ya jiji kupitia dirisha kubwa. Alihisi joto la watu na kelele za ukumbi, lakini moyoni alikuwa mtulivu. Alipenda kuobserve. Alikuwa mwandishi wa hadithi tangu zamani. Leo alikuwa anatafuta kitu kipya cha kuandika. Lakini alipojigeuza kutoka dirishani, Brenda alimkata njia. Excuse me, Brenda alisema bila heshima, naomba uje kidogo. Alma alifurahia wazo kwamba labda mama huyu anahitaji msaada wa kuelekezwa sehemu fulani. Hakuona hatari. Ndiyo, naweza kusaidia, aliuliza kwa upole. Kuja jikoni, kuna kazi inakuhusu. Kabla alma aseme chochote, Kate alimshika mkono na kumvuta taratibu. Please be quick. Guests wanaongezeka. Alma alishtuka. Haukuwa mwaliko, ilikuwa ni agizo. Lakini hakutaka fujo, hivyo akaamua kufuata. Walipofika jikoni, Brenda akachukua glasi nne na kuzitia kwenye sinki. Osha hizi, alisema akigeuza shingo kama mtu anayetoa hukumu. Unafanya kazi polepole. Pole, harakisha kidogo, sweetheart. Tina akapiga picha. OMG, tunapewa servants ambao hawajui hata kuosha glasi, akasema kimbelembele. Alma alisimama kimya akishika glasi moja kwa mkono wa kulia. Hakuwahi kuona kazi kama kitu cha kumvunjia mtu heshima, lakini maneno yao, dharau yao, ndio ilimuumiza. Alijiambia moyoni, kama wangejua tu. Lakini sawa, Elias akija ataniona. Akageuka kuwauliza kitu lakini kabla aseme, Tina akapaza sauti kutoka mlangoni, Oh my God, look! Kila mtu akageuka. Elias mwenyewe alisimama mlangoni wa jikoni mwenye suti nyeusi iliyomkaa kama imechongwa juu yake, macho makali lakini yenye utu, na uso ambao sasa ulikuwa umejaa hasira ya kimya kimya. Miguno ya ukumbi ilisimama nyuma yake, lakini hapa kimya kilitanda. Machoni pake hakumwona mkewe tu, aliona malkia wake amesimama mbele ya sinki, mikono yake imeloa maji ya sabuni, huku wanawake watatu wakiwa wanashika simu wakicheka kama wamepata ushindi. Sura ya Elias ilibadilika polepole pole, si kwa hasira ya kupiga kelele, ni ile hasira tulivu ya mtu ambaye ana mamlaka ya kubadilisha chochote. Alipumua kisogo, akaenda moja kwa moja kwa Alma, akachukua mikono yake kwa upole. Upo sawa? aliuliza, sauti yake ikiwa ya chini lakini yenye nguvu iliyoficha dhoruba kabisa. Ukumbi mzima ukaanza kuelekea upande wao, huku Brenda akitetemeka kidogo akijaribu kuonekana mashujaa bado. Elias akasema kwa tabasamu la kujifanya rafiki. Tulikuwa tu tunajaribu kupata huduma. Lakini Elias hakumwangalia hata sekunde moja. Macho yake yalibaki kwa Alma. Ni nini walichokufanyia? aliuliza kwa upole. Alma akatikisa kichwa. Sawa tu, walidhani mimi ni kama mhudumu. Elias akamalizia, na wakakufanya uoshe vyombo kwenye gala niliyoandaa mimi kisha akageuka polepole pole kuwaelekea wale wanawake watatu. Macho yake sasa hayakuwa ya upole tena. Kimya kilizidi, na kabla aseme neno, mlango wa ukumbi ukatandazwa na kamera, macho na hewa ya wasiwasi. Elias akasema kwa sauti tulivu, lakini iliyoingia mpaka mifupa: sitaki kelele, sitaki visingizio hapa. Kila mmoja atajua hadhi ya mke wangu. Na kilichotokea baada ya sekunde hizo, ndicho kilichobadilisha gala nzima na maisha ya wanawake wale milele. Ukumbi mzima wa gala haukuwa na hata pumzi ya ziada. Wote walisimama kimya wakitazama upande wa jikoni, mahali ambapo mambo ambayo hayakutarajiwa yalikuwa yanatokea. Elias alisimama kidete mbele ya Brenda Kate na Tina. Hakupaza sauti, hakukemea, lakini ukimya wake ulikuwa mzito kuliko hasira ya mtu anayepiga kelele. Kila aliyemfahamu alijua. Wakati Elias ananyamaza, ndipo jambo linaonekana kuwa hatari zaidi. Brenda alijaribu kujificha nyuma ya tabasamu. Elias, tulifikiri tu hamkufikiria. Elias alimkatiza kwa sauti tulivu lakini kali. Mlifanya hitimisho kwa kuangalia gauni la mwanamke, mkadhani mnayo haki ya kumhudumia vibaya? Kate akajitetea kwa kukoroma, hatukujua ni mke wako. Elias akasogea karibu naye hatua moja, akimtazama moja kwa moja machoni. Ingekuwa ni nani basi? Kama angekuwa mhudumu wa kweli mngeona ni haki kumvunjia heshima? Swali hilo likamfanya Kate ageuke upande akipoteza ujasiri wake wote. Elias akaendelea: katika nyumba hii kila mtu ni mtu, mke wangu, mhudumu, mgeni, mfanyakazi wa usafi, wote wana thamani sawa. Ukumbi mzima ukapiga kimya kilichopitisha ujumbe Tina, aliyekuwa na simu mkononi wakati mzima, alishusha kifaa chake taratibu, sauti yake ikatetemeka, tunaomba radhi. Elias akainua mkono kuwatuliza, bado radhi zenu sio yangu kupokea, mlikosea mtu mmoja tu hapa. Akajiuka taratibu, akamtizama Alma hakuna mwanamke aliyewahi kuheshimiwa namna ile kwa macho peke yake. Alma alishusha macho kwa aibu, lakini Elias akamshika mkono na kumvuta mbele kidogo akitaka kila mtu aone hadhi yake. Alma akasema kwa sauti ya upole uliokuwa na nguvu, unataka wafanye nini kwa kukutendea hivi? Swali hilo liliifanya Alma ahisi mzigo wa macho ya watu wote. Hakutaka kuaibisha mtu, hakutaka drama. Alimtazama mume wake na kusema kwa sauti ya chini, "Sitaki kitu kingine. Walinidharau lakini sihitaji kulipiza. Nataka tu waelewe." Elias akatabasamu kwa upole, ile tabasamu yake ya pekee ambayo humfanya Alma ahisi kama dunia imesimama. Mke wangu haombwi, Elias akasema, akisogea mbele kidogo, anaeleza. Kisha akawageukia wale wanawake watatu. Kwa kuwa nyinyi mliamua kujifanya wenye mamlaka jikoni, basi leo mtaitumia mamlaka hiyo kwa njia sahihi. Aliashiria wahudumu waliokuwa pembeni. Wasaidieni hawa wageni watatu kuvaa apron, leo mtasaidia jikoni hadi gala iishe. Ukumbi mzima ukashangaa, si kwa kelele, bali kwa muungwana aliyebadilisha dharau kuwa somo la heshima bila ugomvi. Brenda akaguna kwa mshtuko. Wait, what? Elias, you can't... na kama mnaona aibu Elias akasema akimkatiza taratibu. Basi hii itawakumbusha kwamba mtu anayevishwa aibu bila sababu anavyohisi. Tina akajaribu kutafuta njia ya kutoka, lakini wahudumu walikuwa tayari wamesimama karibu, si kwa nguvu bali kwa heshima ya maagizo ya mwenye jumba. Brenda akaanza kutokwa na machozi. Hii ni embarrassment. Ndiyo, na ndiyo mliomfanyia mke wangu. Alma alimwangalia mume wake, si kwa kiburi bali kwa mshangao. Alijua Elias ana uwezo wa kumlinda, lakini hakuwahi kujua namna roho yake inavyoweza kutengeneza haki bila kumuumiza mtu vibayo. Wakati wanawake wale wakivaa apron za jikoni, ukumbi mzima ukaanza kupiga makofi, siyo ya kejeli bali ya kuthibitisha heshima. Lakini gala haikuisha hapo. Kwa mbali mtu mmoja alisimama akiwatazama Elias na Alma kwa macho ya uchungu, macho ya mtu aliyekuwa na siri nzito moyoni, na siri hiyo ilikuwa karibu kubadilisha maisha ya wanandoa hao kwa njia ambayo wala hawakutarajia. Ukumbi wa gala sasa ulikuwa na sauti tofauti kabisa. Makofi ya heshima kwa Alma na Elias yalishuka taratibu, huku wahudumu wakifanya kazi yao kwa tahadhari. Hali ya kifahari ilikuwa imebaki, lakini sasa ilijawa na heshima na mshikamano badala ya kejeli na kejeli za kitoto. Alma aliweka glasi moja kwa moja kwenye rafu akisikia uhusiano wake na Elias unakuwa kuwa shida ya watu wengine. Macho yake yalipita kwa wale wanawake watatu waliokuwa wakipiga glasi na kujaribu kufanya kazi kwa tahadhari, wakiwa na uso uliojaa mshangao na aibu. Brenda, Kate na Tina walikuwa kimya. Hakuna mtu aliyesema neno, kwani walijua sasa hawakuwa na mamlaka ukubwa wa Elias ulikuwa unaonyesha kuwa yeyote aliyejaribu kumdharau Alma angepata hali isiyopendeza. Alma aliketi kidogo pembeni ya sinki akivuta pumzi ndefu. Elias alishika mkono wake tena akimpa hisia ya utulivu na kisha kumtazama. Mke wangu, alisema kwa sauti ya upole, huwezi kupewa aibu tena, lakini kuna jambo moja ambalo ningeomba kufanya sasa. Njoo na mimi Alma alishangaa kidogo, lakini alifuata mume wake. Walipita katika ukumbi mkubwa, wakipita mezani zilizojaa wageni waliokuwa wakitazama kwa mshangao na hofu kidogo. Hakuna mtu aliyejaribu kuingilia. Elias alimshika Alma karibu na dirisha kubwa lililoangalia jiji. Mwanga wa miji ya Nairobi ulionekana chini ukiangaza milima ya majengo na magari yaliyozunguka. "Leo," Elias alisema akimkazia macho, nimeona mara nyingine ya kukufundisha hadhi yako, lakini pia ningeomba uangalie dunia hii. Wengine wanaweza kudharau au kudanganya, lakini hatuna hatari ya kudanganywa na heshima yetu yenyewe. Alma alijisikia moyo wake ukipiga kwa nguvu. Sauti ya jiji, kelele za gala, hata uovu wa dunia, vyote vilikuwa mbali. Hapa pamoja na Elias alihisi usalama na nguvu. Wakati huo, Brenda alijaribu kusogea taratibu. E, Elias, tunaomba, akasema kwa sauti iliyotetemeka. Elias alimkazia macho. Ninaomba tuwe na heshima, kila mmoja anayo nafasi. Mke wangu ameelezwa hii haikokoma na kuonyesha heshima tu, lakini pia ilikuwa mwanga wa ukweli, siri ambayo Alma haijawahi kushiriki. Siri inayohusiana na kile kilichosababisha yeye na Elias kuwa pamoja na nguvu za kipekee za upendo na uaminifu. Alma alijua sasa bila kuhesabu pesa wala hadhi kwamba ukweli wake na Elias ulikuwa nguvu isiyoweza kushindwa na kejeli za wengine. Lakini wakati wa heshima hiyo, mlango wa jumba ukapigwa taratibu na sauti mpya ikaanza kuingiza shauku katika gala. Na sauti hiyo ilikuwa ya mtu ambaye angeleta mabadiliko yasiyotarajiwa kwa Elias, Alma na hata wanawake watatu waliodanganywa. Ukumbi mzima wa gala ulikuwa ukimezwa na kimya cha kushangaza. Mwanga wa chandeliers ulitoweka kidogo, ukiacha muundo wa dhahabu na vioo vinavyoangaza juu ya sakafu. Wageni walisimama wakitazama kwa mshangao. Hali hiyo haikuwa tu kwa sababu ya heshima ya Elias kwa mke wake, bali pia kwa sababu ya siri iliyokuwa ikianza kuibuka. Mlango wa jumba ukapigwa tena, mara hii kwa nguvu kidogo, na kila mtu akageuka. Mgeni aliyeingia alikuwa msichana mdogo wa mvuto wa kipekee, mrembo wa kihisia, akiwa amevaa gauni jekundu lenye ulinganifu na mwanga wa chandeliers. Watu walimkumbuka mara moja kwa ajabu. Ni nani huyu? Wakasema kwa midomo iliyotanda. Alipita katikati ya ukumbi, lakini hakutazama wagonjwa wala gala. Macho yake yalikuwa yakiangazia Alma na Elias. Leo ni usiku wa ukweli, msichana huyo alisema, sauti yake ikisikika kidogo lakini kwa dhahiri ya nguvu, na kila siri itafichuliwa Alma alijisikia moyo wake ukipiga haraka. Elias alichukua mkono wake, akimpa ishara ya utulivu, lakini aliweza kuhisi mgongano wa hisia. Hii sio tu kuhusu heshima ya gala, bali kuna kitu kilichojaa shauku na hatari kidogo. Wakati huo Brenda, Kate na Tina walijaribu kujificha kwenye kona, lakini hakukuwa na mahali pa kukimbia. Kila neno lililotoka mdomoni mwa msichana huyo liliwakazia hofu. Leo kila mtu atajua ukweli kuhusu kile kilichokuwa kimefichwa. Hii ni gala ya hadhi lakini pia ni usiku wa ujio wa siri. Alma alijua sasa kuwa hali iliyotokea jikoni siyo mwisho wa gala. Ni mwanzo tu wa hadithi kubwa, moja yenye mapenzi, siri na mafunzo ya heshima ambayo kila mmoja atakayeshiriki hautayasahau. Elias alijisogeza karibu na Alma akimnyenyekea, "Pamoja, hakuna anayetuweza kudanganya au kutufanya tuone aibu leo. Tutaonyesha nguvu ya kweli ya upendo na heshima." Alma alitabasamu kidogo, moyo wake ukiwa umepoozwa na hisia changamoto, hofu mshangao lakini pia shauku ya kile kilichotakiwa kufichuliwa, na gala lilikuwa tayari kuanza kuonyesha sura halisi za wahusika wote bila kutumia nguvu, bila silaha, lakini kwa uhalisia wa maisha ya jamii. Msichana mrembo aliyeingia mlango, ambaye alijulikana kama Naomi, alisimama katikati ya ukumbi na macho yake yakikumbatia kila mmoja, aliangalia Brenda Kate na Tina kwa upole lakini kwa uthabiti. Leo mnajifunza, alisema kwamba heshima haipatikani kwa kejeli au kuudhi wengine, kila mtu ana thamani yake. Wale wanawake watatu walishusha kichwa kwa aibu, macho yao yaliwaka kwa ujinga na hatimaye walijua makosa yao. Walisogea taratibu kuomba radhi. Samahani, tulidhani, hatukutaka kumdharau walieneza kwa sauti ndogo. Alma alionyesha tabasamu la upole akiwakumbatia kwa muda mfupi. radhi yenu imetolewa, sasa tafadhali, somo limemalizika. Elias alicheka kidogo, macho yake akimwangalia Alma kwa upendo usiokuwa na mwisho. naona kwamba si tu mke wangu ana heshima, alisema, lakini pia ana moyo mkubwa wa kuwasamehe wale wanaokosea. Mwanga wa chandeliers ukageuka kuwa dhahabu ya shangwe. Wageni walipiga makofi, sio kwa kejeli, bali kwa shangwe na heshima kwa Alma. Ukumbi mzima ulikuwa umejaa hisia changamano: furaha, upendo na heshima. Naomi alisogea karibu na Alma na Elias. nimeona mengi kwenye gala nyingi, alisema, lakini leo nimeshuhudia nguvu ya kweli ya upendo na heshima Naona mnastahili kila kitu kizuri kilicho juu ya dunia hii. Alma alitabasamu, mkono wake ukiwa kwenye wa Elias. Leo nimejifunza kuwa hadhi ya mtu haipimwi kwa jinsi anavyoonekana, lakini kwa moyo wake na jinsi anavyomtendea mwingine. Elias alikumbatia Alma kwa nguvu kidogo, huku macho yake yakimwangalia ya mke wake kwa upendo usiokuwa na mwisho. na mimi alisema, nimejua kuwa mke wangu ni hazina yangu isiyo na mwisho. Hakuna anayeweza kumdharau tena. Brenda, Kate na Tina walijifunza somo lao na thamani. Hawakuwa tu wamejifunza kuheshimu heshima ya wengine, bali pia walijua kuwa dharau linaweza kugeuzwa kuwa somo la maisha bila kuumiza mtu. Ukumbi wa gala uliendelea kwa dakika chache, lakini sasa kila mtu alihisi tofauti. Furaha, upendo na heshima vilikuwa vimejaa kila pembe. Na Gloria, mke wa Elias, aliendelea kuwa shujaa wa hadithi yake mwenyewe akiendesha gala bila kuhitaji kejeli au udhaifu wa wengine na pale gala lilipomalizika, jiji la Nairobi liliendelea kusikika chini, lakini juu ya gorofa ya 46, hapo palikuwako upendo, heshima na historia ambayo hakuna anayeisahau. Baada ya gala, ukumbi ulitulia. Wageni walitoka wakiwa na kicheko cha aibu, wengine wakijifunza somo la heshima, wengine wakisoma furaha iliyoonekana kwa Elias na Alma. Alma na Elias walikaa pamoja kwenye balkoni, wakiangalia mandhari ya jiji la Nairobi likimulika usiku. Mwanga wa miji ulikuwa unawaka kama nyota milioni, lakini kwa wawili hawa walikuwa na dunia yao wenyewe. Mimi si tu mke wako, alisema kwa sauti ya upole, lakini pia rafiki yako wa milele Leo nimejifunza kuwa heshima, upendo na uelewano vina nguvu kuliko dharau zote duniani. Elias alikumbatia Alma, akiweka kichwa chake kwenye nyuso yake. Na mimi nimejifunza kuwa hatuwezi kuathiriwa na kejeli za wengine, upendo wetu unazidi kila kitu. Leo tumeunda historia yetu yetu. Na pale walipoendelea kuangalia jiji, walisikia wingu la raha limefunika ghorofa zote. Macho ya dunia yote yalikuwa kwenye gala hilo, lakini moyo wao ulikuwa huru na amani kamili. Je, yeah. Ungekuwa na wingi wa ujasiri kama Alma katika hali kama hii? Usisahau kubonyeza like, kusubscribe na kuturn on notification bell ili usikose hadithi zetu za kusisimua, drama za kweli za maisha na siri zinazofichuliwa. Pia andika comment hapa chini. Je, yeah. Ungetendaje ikiwa ungekuwa kwenye nafasi ya Alma? Tutaona maoni yako na kuzungumza pamoja.